Kwenye timu hii ukitoa Matola na Patrick Raimam meneja, waliobaki wote walikuwa wageni, lakini pamoja na ugeni wao wameweza kutengeneza Simba iliyokuwa imara na tishio na hatimaye tumecheza fainali. Ndiyo maana tunaweka wazi ya kwamba sisi, kwenye mioyo yetu, kwenye fikra zetu, tunasema ya kwamba hii sisi ni mabingwa wa Afrika msimu huu kwa sababu tumetimiza malengo yetu. Hili limekwisha. Tunachokiangalia sasa hapa ni kutengeneza timu ya kwenda kutupa ubingwa. Sasa tayari tuna timu ya kuweza kufikisha fainali, haliko baki ni timu ya kwenda kutupa ubingwa, na ili tuweze kufanikiwa hilo, standard mpya ambayo tumeiseti hivi sasa, niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, standard yetu tunapoanza michuano ya kimataifa, breki yetu inakuwa ni fainali ya michuano ya Afrika. Hiyo ndio standard mpya ya mnyama ambayo tumeiweka hivi leo. Msimu huu kimataifa tumemaliza, tunajipongeza na tunakwenda kujipanga kwa wakati ujao. Na wanasema kinachouma sio kufungwa, lakini wanaona wameonewa zaidi kuliko kuwa fair. Mm-hmm. Eh, mashabiki wana haki ya k ku, uh, kama kuna maamuzi hayakumridhisha kumridhisha mtu yoyote, ana haki ana haki mpira, ni mchezo wa hadharani eh, kila mtu anaona kama ile imefanyika sawa ama ile haikufanyika sawa sawa. Eh, kwenye failure yoyote huwa kuna sababu mbili, huwa kuna sababu ya nje na kuna sababu ya ndani. Kwa hiyo sisi Simba Sports Club, kuna sababu ya ndani iliyotufanya tukose ubingwa, tutakwenda kuiangalia hiyo na tuboreshe, alafu kuna sababu ya nje hiyo ambayo mashabiki wetu wanaizungumzia, nayo tunakwenda kujipanga tubili nayo vipi, ili safari inayokuja yasiweze kujitokeza matatizo ya nje Kudu. Mpira uh, <laughs> uh, uh, uh, <taka na ksegini. laughs> wa Tanzania una, una organ una organ ya media, alafu una organ ya mashabiki, alafu kuna organ Joshua Mutale budo SGR organ ya technique ambayo inaongozwa na mwalimu Fadhi hawakuwahi kumkatia tamaa Joshua Mutale na mwalimu ame, ame, Joshua Mutale katika maisha yake anapaswa kumshukuru sana mwalimu Fadhi Davis, amekuwa naye bega kwa bega Joshua Mutale Eh, muda wote pamoja na kwamba alikuwa eh, hajacheza vizuri tangu amekuja Simba Sports, lakini mwalimu Fadlu hakuwahi kumkatia tamaa, ameendelea kumtia moyo, kumsimamia na kumuongoza, na hatimaye hii leo amekuja kutulipa uvumilivu. Organ ya pili ilikuwa ni organ ya, ya, ya, ya mashabiki, mashabiki wa Simba hawakuwahi kumkatia tamaa Joshua Mutale. Bahati mbaya mazuri, nyinyi huwa mnakaa mna e, mna the other side kwenye uwanja ule wa KMC, lakini wale ambao huwa wanakaa kwenye haya majukwaa ya mashabiki, Joshua Mutale alikuwa akipewa nafasi hata akicheza vibaya, lakini still watu wataendelea kumwimba budo budo budo kwa ajili ya kuendelea kum-encourage ili aje afanye kazi yake ipasavyo ndani ya simu. Kwa nini hizi organ mbili hazikukata tamaa kwa Joshua Mutale? sababu sisi mashabiki wa Simba pamoja na mwalimu Fadlu walikuwa wanajua kabisa ya kwamba Joshua Mutale ni mchezaji mwenye kipaji kikubwa, cha kufanya ni kumtunza na kumwengaenga ili kipaji chake kisipotee. Ndiyo kazi ya ya, ya, ya mwalimu na mashabiki ambao tumeifanya kwa ufanisi wa hali ya juu, na Joshua Mutale ndiyo mchezaji mwenye bahati kubwa na mashabiki wa Simba, pamoja na kufanya vibaya kwenye nyakati zile lakini watu waliendelea kumpigania na kumpenda. Wachezaji wengine wakicheza kama alivyokuwa anacheza e Joshua Mutale, huwa wanaambulia matusi, wanaambulia kejeli. Niwahi kumkuta e, mtu kama Kibu Dennis, situation kama hiyo, alikuwa afanyi vizuri, mashabiki wakawa wanamvamia wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana muda wote mpaka akawa anakosa imani na raha na timu yake. Lakini kwa Joshua Mutale imekuwa ni tofauti. Watu waliendelea kuwa na imani naye na imani ambayo tuli invest kwa Mutale Budo imetulipa leo, anafunga goli, anakuwa mchezaji bora. Just imagine kutoka kuwa mchezaji bora kwenye mechi dhidi ya big man dhidi ya Mbeya City anakwenda kuwa mchezaji bora kwenye mechi ya fainali dhidi ya Berkane. Bahati mbaya ama nzuri, gari ya Joshua Mutale imechanganya mwisho wa safari, kwa maana msimu una lakini huyu mutalib tunayemwona sasa ndiye ambaye tutafungua naye msimu akiwa na ubora aki huu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Ahmed, umekuwepo e, ndani kwa uchezaji min mepita e, kipindi cha mapumziko una kamaalewan kati ya Ngoma na Kamara. Pengine kwenye pita pita zako umejaribu kufahamu ama umebaini nini ambacho kilikuwa kimefanya ni kweli, ni, nimeiona ni ile situation na nimeingia dressing room nimesahau chika, um, um, lakini nimesahau kama nitabahatika, wameshatoka hapo kwenye mix zone nimesahau kuuliza. Ningejua ningemuuliza hata maneja angeniridhia, ningekuja kuambia, si najua mimi siwaficha jambo, lakini nitafuatilia na nitawaambia ngapi Juni. Hmm. Kabla ya Juni kumi na tano tuna mehimechi hmm. Uh, kidogo hapa. Tunarudi nyumbani hivi sasa, lakini tumemaliza maswala ya kimataifai darika kumi zimapatikana vizuri. Swali la mwisho kwa mashabiki wa siku tutembee Mbe kwa hiki ambacho tumekipata msimamo, of course, inauma kukosa ubingwa mbele ya macho yako, lakini tunapozungumzia maendeleo, kuna kila sababu ya kujipiga kifua na kusema ya kwamba timu yetu imefanya kila kitu kizuri. Wala shabiki wa Simba usijisikie unyonge, wala shabiki wa Simba usijisikie usiugue usi na moyo wako, shabiki wa Simba, tembea kifua mbele, timu ya kupamba nayo nayo, na wala usiogope mtu akakucheka. Anayekucheka ameishia hatua ya makundi. Unakumbuka hatua ya makundi imeisha lini? ha. Tumesahau hata tukumbuki. Imeisha anayekucheka aliishia hatua ya makundi, yani zamani yani, huko sasa mtu kama huyo anatoa wapi authority ya kukocheka? Huyo ni mtu mjinga ambaye kwenye filosofia ya maisha, uh, me, me, me uh, ya maisha kwa wale ambao mmesoma matokeo yakitoka <laughs> yes, alafu darasa zima limefeli, kuna mtu ataumia, alafu kuna mjinga mmoja anasema yes, tumefeli wengi, si mnaelewa eh? hao <laughs> wale walioishia mm -hmm makundi, alafu anamcheka mtu wa fainali, anaingia kwenye ilo kundi la wengi, na kundi la hao wajinga ambao hajisikitiki yeye kufeli kwake, ila anafurahia na msabaha naye, hilo ni kundi, ilo ni kundi la watu. Sasa mtu kama huyo hapaswi kuumiza kichwa wala akili hata kidogo, na hilo kundi la wajinga ndio wakatengenezaka ka kamsemo msiba wengi harusi msiba. Yes, ni msiba tu. Msiba wako ni wako tu, haijalishi haijalishi. Lakini furaha ya masikini ni kumwona tajiri naye amelala njaa, ndio anajisikia raha. Hawazi kama hajala yeye siku nzima, atauma vidonda vya tumbo. Anachowaza na modeoji naye hajala leo hii, basi wote tuko sawa. Hawazi kutafuta hela ili yale Anafurahi kwa sababu na tajiri naye sasa. Hao ni watu wahovi ambao sisi wanasimba hatupaswi kuingia kwenye mtego wao wa kutucheka sisi kupoteza fainali. Sisi tuna kila sababu ya kuwa proud, tuna kila sababu ya kuvimba, na kesho tunarejea Dar es Salaam kibabe vibaya. M hatuna unyonge hata mmoja. <coughs> <Mefata kumpe kumane? coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs>